Nikuulize ni jambo hili ambalo watu wanalizungumzia kwamba eh, kweli idadi ya wanawake inaongezeka, lakini wanaona kwamba eh, hata wanawake wanapokuwa kwenye meza za maamuzi kwa mfano bungeni. Ndiyo. bado hamjapambana vya kutosha kumtetea mwanamke, kuna mambo yanaendelea, kwa mfano ndoa za, za utotoni eh, na mambo kadha ambayo wanafikiri kwa sababu nyinyi wanawake mmeshakuwa huko. Ndiyo. labda yangekuwa yamekoma kabisa. ni kweli kabisa, unajua katika masuala yenye changamoto kwa wanawake yana misingi mingi. Kwanza kuna mila na tamaduni zilizoaminika miaka mingi, kuna pale imani, sindio? Kuna pale determinancy za uchumi ambazo tumezisema, kuna determinancy za elimu. Kwa saa nyingine unaenda mbele, unajua kabisa kwamba fakti inabidi iwe hii, kwenye principles za management ya society. Unajua kuna jamii kubwa na kuna vijamii vingine vidogo vidogo zile, yeah, clusters kule, mm -hmm. Unaenda unafika pale, unakutana na kigingi cha watu wameaminishwa kwamba hii ni imani kwa Mungu. Lazima wale washawishi mkubaliane, kwa sababu lengo sio kuleta vita. Ni rahisi tu kusema jeshi lije, polisi nenda kamata wale fanya hivi, lakini jamii hazijengwi hivyo. Tuchukulie mfano mkoa wa Mara, kulikuwa na mila kwa mfano ya ukeketaji ambayo ilikuwa imeshamiri sana. Leo tunaongelea Mara tumeshusha kwa elimu na effort tunazofanya imefika 28%, ukikitaji wanaanza kuelewa, kuelewa. Twende Arusha na Mara na Manyara. Manyara wenyewe wamebaki kwenye 43%, hasa ukichukua standard tu ya Mara ambapo ilikuwa ni ngome kali sana, wanaelewa. Unaona kabisa huku nako wataelewa with the time. Kwa hiyo unapoiongoza jamii, tool kubwa sio kutumia nguvu, unatakiwa uwashawishi ile fikra, waelewe, waone kwa sababu ukienda kwenye maeneo mengine ambao hawajaoni watasema kwamba tumeacha kumbe wanawafanyia watoto wadogo wakiwa okay, watoto wadogo okay, wa ja. Mm. Ukija kukutana na mtoto kule ameharibika. Kwa hiyo tunakwenda tunafungua hiyo mikanda, wengine ni sababu ya uchumi, mnawezesha kiuchumi, wengine ni amna elimu, unawapa elimu, wengine unakwenda huko, kuna mila kandamizi, unaweka sheria fulani hivi, unaona. Kwa hiyo tuna move kifupi, lakini mle bungeni sheria hiyo ya kwa mfano ya ndoa za utotoni imeshafanyiwa kazi nasubiria kujadiliwa na Bunge, lakini ilikuwa ni dialogi za muda mrefu. Mnaenda mbele, mnataka mwende mpitishe, lakini huku unasikia imani. Je, inasemaje? Mnaanza tena mjadala na watu wa imani mm. Kwao mnakwenda mpaka mnaelewana, ili mkiondoka, mnaondoka pamoja. Haimaanishi kwamba hiyo tumeruhusu haya makosa. Bado watu wanafungwa sana tu, hatua zinachukuliwa tu. Sheria kwa mfano zimerekebishwa nyingi za kutosha, adhabu zimeboreshwa. Tunakwenda mpaka wewe unayefanya hilo kosa sasa utalipa fidia, sio kwamba wanafungwa tu mm, hapana -hmm. Itabidi ulipe na fidia kwa huyo uliyemfanyia huo ukatili. Kwa hiyo ni kombineshen ya mambo mengi tunayoenda nayo, unaweza usiyaone kwa mara moja hivi, lakini vitu vinasogea, vitu vinakwenda. Mheshimiwa Dorothy Gwajima sisi tunakushukuru, na eh, kwa muda wako. Tunajua una mambo mengi bado, mikutano inaendelea hapa kwenye Umoja wa Mataifa. Labda la mwisho, kama una ujumbe unataka kuwambia ulimwengu, tumia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuwambia. Mimi nasema kwamba ulimwengu uendelee kupambana na haya masuala ya uwezeshaji wanawake na wasichana, inawezekana kabisa, lakini ulimwengu ili tuweze kufanikiwa hili jambo, tunahitaji kuwa na rasilimali za pamoja za kuyaendea haya mambo. Kwa hiyo tushirikiane, tukiwa tunaamini kwamba tumetoka mbali. Hapa tulipo tumeshafanikiwa, lakini tunahitaji kufanikiwa zaidi, na hili linawezekana bayana. Asante sana, na tunakutakia kila la heri. Nashukuru sana, asante na Mungu akubariki, amen.